Akizungumza katika tamasha la the people dialogue lililofanyika uhuru Park, Kalonzo Musyoka hakusita kutoa maoni yake. Kiongozi huyo wa Waipa aliwatuhumu Ruto na Raila kwa kupuuza sauti za wananchi wa kawaida, na akaonya kuwa makubaliano hayo yanahujumu misingi ya demokrasia na ni usaliti kwa Wakenya. Temporary comfort will take you nowhere. We have chosen deliberately and with clear minds where we stand from today. Those who have left the opposition to join Zakayo's government, history is a harsh judge and may history judge them. Seneta wa Busia Okiya Omtatah alikosoa hata zaidi ripoti ya mazungumzo ya kitaifa NADCO akiitaja kama tishio kwa mstakabali wa Kenya. Kauli yake inaakisi hofu inayoongezeka miongoni mwa viongozi wa upinzani wanaodai kuwa makubaliano haya yanaweza kuimarisha mamlaka mikononi mwa wachache na kudhoofisha uwajibikaji wa kidemokrasia. The, the Mr. Raila Odinga and Mr. William Ruto have declared war on the

We'll face serious opposition from the people. Huku Rais Ruto na Raila Odinga wakitetea mkataba wao kama hatua wa ya kuleta umoja wa kitaifa na mageuzi, wa Kenya wanasubiri kuona iwapo utazaa matunda au utazidisha mgawanyiko wa kisiasa. David Kagina, K24, Nairobi.